Emmanuel Elbarik aka Nay wa Mitego, rais wa Manzese, amewavaa Watanzania hususan mashabiki wa mitandaoni kwa kushabikia umbea zaidi ya habari ambazo anahisi kwamba ni zina umuhimu kabisa kwenye taifa lake ambayo anafanyika ndani na nje ya burudani pia. Sasa upande wa Mitego ambaye waga anaonekana kama mwanaharakati wa maswala ambayo yanahusu nchi yake, pamoja na kwamba ni mwanamuziki, anahisi kabisa kwamba Watanzania wanatumia muda wao mwingi sana kufuatilia habari ambazo ni za umbea, habari ambazo hazina umuhimu, wakati kuna vitu ambavyo wanafaa kuvipa kipaumbele katika maisha yao. Sasa kupitia Instagram ya kwake, habari ambazo pia achapisha kupitia X ama Twitter ya kwake akawa maandika hivi, wabongo wanapenda sana umbea, yaani mpaka unashangaa hivi hawa watu ni wa aina gani? Kuna mambo ya msingi yanaendelea kuhusu nchi, mjadala mikubwa ipo, wameletewa umbea kwa makusudi, nao wamehamia kwenye umbea My country people na kuweka emoji fulani hivi kama amekasirika na habari kubwa ambayo sasa hivi wanaizungumzia na habari ambayo ilikuwa imeteka mitandao. Of course ni issue ya ndoa ya Diamond pamoja na Zuchu. Sasa kwa upande wake, Nay wa Mitego anahisi kabisa kwamba wakiletea habari za umbea kama hizi hapa unapata inchi nzima inahamia kwenye habari za umbea, wanaachana kabisa na habari ambazo zinahusu inchi, habari ambazo kwake yeye anahisi kwamba ni za msingi zaidi. Sasa kama ameweka hii caption baada ya kupitia Instagram ya kwake na pale chini kwenye caption akawa ameweka hashtag ya nini ni nani akawa anauliza Watanzania, mbona mnapenda kufuatilizia sana habari za umbea wakati kuna habari kubwa ambazo wa, kama Watanzania wanafaa kuwa nazipa kipaumbele. Maoni ya Nay wa Mitego ni maoni ambayo yanaweza akawa amechukuliwa vitu tofauti, lakini pia anaweza kawa ameungwa mkono na watu kadhaa. Lakini kwa upande wako kile anapokupaga story bana, wanapenda kupata sana maoni yako. Upande wa pili unahisi kwamba alichokusema Nay wa Mitego na hiki ambacho anajaribu kuangazia, do you think it makes sense? Do you think kwamba kuna baadhi ya watu ambao hususan hususan wasanii ambao wao wanatengeneza habari tu ili kuweza kupitisha upepo wa vitu fulani? Yani, kuna vitu vya maana ambavyo vinaendelea, lakini sasa wasanii wanaamua tengeneza kama habari fulani hivi ambazo wanahisi kwamba hizi zinaweza zikateka mitandao kiasi kwamba habari ama mijadala ya maana ambayo inahusu maisha ya Watanzania ama Mtanzania wa kawaida, maswala ambayo inahusu nchi kiujumla yanawekwa pembeni, alafu sasa maswala ya umbea na take over. Of course, Watanzania ni watu ambao wanapenda sana habari za umbea. Hiyo ni ukweli, au sio bana? Lakini pia wanapenda sana kufuatilizia habari ambazo zina trend, na wanapenda pia kutrendisha vitu ambavyo vinahusiana na burudani nje, na masuala ambayo wanahisi kwamba ni masuala ya msingi sana. Hili ni jambo ambalo kwa upande wa Nay wa Mitego anahisi sio sawa, na akaamua kufunguka kupitia Instagram ya kwake. Ila sasa, maoni yako naomba pale chini kwenye comment section. Hii hapa ni